Mheshimiwa Rais, maandalizi ya maadhimisho haya ni matokeo ya ushirikiano ambao serikali yako imeendelea kuupata kutoka kwa wenzetu wa TUCTA, ATE na wadau wote katika sekta ya kazi, na hatimaye tumeweza kufika leo. Ofisi yangu inatambua na kuheshimu mchango unaotolewa na waadhimisho katika siku ya leo. Mimi naomba sana niitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia Mwenyezi Mungu awabariki wote ambao tunashirikiana katika utatu. Mheshimiwa Rais ninatambua kuwa una majukumu mengi, lakini umekubali kujumuika nasi siku ya leo kutokana na umuhimu wa siku hii kwa wafanyakazi duniani. Kipekee ninakushukuru sana kwa jinsi ambavyo unawathamini wafanyakazi na kwa kweli kwako wewe kukubali kuwa mgeni rasmi wa shughuli yetu hii leo mwaka 2025. Aidha, ninapenda kumshukuru Mheshimiwa Lima Dendegu mkuu wa mkoa wa Singida yeye na wananchi wote wa Singida kwa makaribisho mazuri na ushirikiano mzuri aliotupa katika kipindi chote ambayo tumekuwa hapa mimi na wenzangu, Mheshimiwa Rais. Kwa niaba ya wafanyakazi na waajiri ninakupongeza kwa mafanikio makubwa sana uliyoyapata ambayo yanatokana na uongozi wako maili katika kipindi cha miaka minne. Katika hili Mheshimiwa Rais, pamoja na maelezo mazuri yaliyotolewa na uliotangulia akiwemo mjomba Mrisho Bendi lakini wali na waliotangulia kusema, nami naomba nipaze sauti kukushukuru wewe kwa mambo makubwa na mazuri uliyofanya, ambayo kwa hakika amefanya kazi yangu na wenzangu katika wizara yetu tukiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa nyepesi sana. Nakushukuru wewe kwa kupunguza pei toka asilimia tisa mpaka asilimia nane. Wastaafu wetu leo hii wanalipwa ndani ya muda, umeweka spidi kubwa, hasa kwa kuimarisha mifumo ambayo leo hii yanafanya masuala ya malipo na malalamiko ya watumishi yaweze kushughulikiwa kwa kasi kubwa sana. Mheshimiwa Rais, umeweza kufanya kazi kubwa ambayo leo hii serikali yako inaweza kukushukuru. Nami nataka nipongeze sana jambo hili Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha miaka yako minne ya uongozi ulipopokea kijiti toka kwa mpendo wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli ambaye ilani ilimuelekeza kuhakikisha kwamba tutakapofika mwaka 2025 tutakuwa tumetekeleza uajiri wa wow, Watanzania milioni nane. Leo hii ninaposimama hapa, Mheshimiwa Rais, nataka niseme mbele ya umati huu kwamba sasa tunaelekea ajira milioni tisa. Ninakushukuru wewe kwa uongozi wako, ninakushukuru wewe kwa usimamizi wako, na leo hii sisi tunafanya kazi uliotukuka kwa mara nyingine tena The Theme Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa, ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0753108944 au 0 sufuri saba moja saba, tano, tatu, moja tatu, moja mbili the same